Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uh, mkwa jina naitwa Vuai Makame Kitwana, ni mwalimu wa shule yetu hii ya Hasnu Makame. Bila shaka napenda kuchukua fursa hii kuwaonyesha wazazi, walezi pamoja na wadau wote wa elimu kwamba michezo inaenda sambamba na kujifunza. Leo tuko hapa Kibuteni, kwenye arena yetu hii ya Kibuteni, tupo kwenye bonanza bun maalum wanafunzi wetu leo wana, wame, wamecheza michezo mbalimbali kama vile kukuna nazi kula michezo ya, ya, ya, ya mpira pamoja na mbio. Bila shaka faida zake tunazijua, wanafunzi wanapata ku, ku eh, wanapata kupumzika, wanapata afya kisaikolojia, kiakili pamoja na kimwili. Zaidi umoja, mshikamano, huruma unaonekana wakati wanafunzi wakifanya harakati hizi. Bila shaka kwenye taaluma, ili wanafunzi wa vizuri zaidi, lazima ashiriki kwenye harakati za michezo walimu kutoka shule mbalimbali taifa kabisa Tanzania tunahamasisha watoto kwenye kusoma kwao, lazima wacheze ili wafanye vizuri mwisho wa mwaka kwenye matokeo yao. Baada ya hapo, Hasnu Makame hatuna la ziada, tunakutakieni siku njema, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Aziza Mwalimu Haji kutoka kidato cha tano. Kweli siku ya leo nimekuja katika bonanza la michezo, na kuna michezo mbalimbali ambayo inachezwa hapo mchezo wa kibui kulicheza, mchezo wa kuvuta kamba, mpira pamoja na mchezo unajenga mshikamano wanafunzi kutoka.

kucheza michezo mbalimbali miongoni mwa michezo hiyo ni michezo aa mashindano ya kukuna nazi, mpira, mbio za riadha aa hata mashindano ya kula, sio tu kwamba tukiwa ila kuna Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Mkhamisi, ni mwanafunzi aa kutoka kwa jina naitwa Ali Omar Yali wa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika skuli ya Hasnu Makame iliyoko Kibuteni. Kwani kwa leo nina furaha kubwa kwa kufika siku adhimu kama leo, nimekuja katika kufurahia mimi na wanafunzi wenzangu katika jambo la bonanza. Ukiambiwa bonanza katika shule zetu zinaenda si kutusaidia mambo mbalimbali, zinaenda kusaidia katika kuwa active katika masomo yetu katika psychological case, katika mambo ya fani mbalimbali naenda mbali, kuibua vipaji vya baadhi ya wanafunzi. Kama unavyoona hapa saii, wenzangu wapo katika uwanja wanaonyesha skills zao za mpira kama unavyoona, na wengine pia washaonesha skills zao za kukuna nazi na fani mbalimbali. Kwa ushauri wangu kwa baadhi ya skuli nyingine na wanafunzi wenzangu, nina washauri na nyenye pia mweke program kama hizi, ili kwenda kuwafanya wanafunzi wa active active, ambao aa kuwapelekea wafanikiwe mpaka katika masomo yao. Asanteni sana.